In communication kwanza tuna, tuna sender tuna receiver lakini tuna cheno. Eh? Kuna cheno kwamba kuna mtu anayetuma utupe, kuna yule anayepokea, lakini kuna nini? Kuna njia ambayo kwamba mawasiliano yanapita, kwamba lazima tuwe na skili hizo, na moja wapo ni lazima kwenye mawasiliano kujifunza kusikiliza tuna sikio la usikivu. Tumesikia Bikira Maria anasemaje? Aliyaweka yote, aliyaweka moyo, alimsikiliza mwanae Yesu. Yesu anaambia kwa nini tunatafuta, hakujua ni mpasa kwa nyumbani kwa Baba yako? Hakuanza na yeye kuanza kwanza kujibu, aliweka moyo kuta usikivu, wanafunzi, tunahitaji kuwa wasikivu mithili ya Mama Bikira Maria, kusikiliza Mungu ana mpango gani na wewe na mpango wa Mungu kwako, e katika makelele na fujo, bila kuwa mtii, kuwa mvumilivu, kuwa mstahimilivu katika yale yanayoelekezwa na walezi, wazazi, walimu. Waiwa Bikira Maria alikuwa msikivu, alimsikiliza Mungu kupitia ubunde wa malaika Gabrieli. Tunasoma anapewa taarifa kuwa mama Mungu na nampio bimsiiume lakini anamwambia kwa uwezo wa hakuwa na elimu ya kwamba alikuwa alitambua alipoambiwa kwamba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba kweli atachukua mimba Yesu, lakini tunaambiwa kwa sababu alikuwa msikivu, lizni msikivu, yeye ee sikivu tunahitaji sisi sote pia katika taasisi zetu za elimu kujifunza kusikiliza kushinda maelekeo yale ya kutaka kusikilizwa tu. Let us develop that attitude of listening also to others. Ni katika kusikiliza wengine pia tutatambua mapenzi ya Mungu yatakayotusaidia katika kusimama kama taasisi za elimu lakini kutambua mapenzi ya Mungu ni yapi ambayo ni lengo na kusudio la Mungu kwa huduma tunayotoa katika taasisi za elimu. Sisi tulio wa Kristo tunaalikwa kujifunza kwake Mama Bikira Maria, aliyekuwa msikivu, mwelekevu na mnyenyekevu. Muombe mama huyu atujalie neema ya kuwa wanyenyekevu zaidi kuliko kujawa naalikwa daima kutambua kwamba sisi tunahitaji kuona ni kwa namna gani, kama watumishi wa hudumu katika taasisi za elimu tunaweka mchango gani.